Huyu basi baadaye akaachiwa, lakini kwa tayari ameshazungiwa kabisa, dada na abda anaangaika kugusa kwa na mtadani kwa. Naomba katika masuala ya elimu haya kama iongezwe kwa baadhi ya watu, sababu jambo kama hilo kidogo sio zuri. Observation zangu zilikuwa ni hizo chache, na napenda kuwasili sana. Asalamu alaikum <coughs> kwa jina naitwa kamaria Juma Omar, natokea jebi uzedi jumuiya ya mapambano dhidi ya matukio dhidi ya uhalifu Zanzibar. Nataka niseme michache swali so. Na ni wazo langu la kwanza, nilikuwa nazungumzia kwa upande wa watu wenye ulemavu kama wenyewe walivyozungumza Mira, mimi nilikuwa ni observer, nimetembelea vituo vingi siku ya kura tarehe 29 pamoja na tarehe 28. Lakini kwa upande wa mambo nilioyaona tarehe 28, walikuwa wanakuja vikosi kupiga kura, lakini baadhi yao kuna askari na wao pia walikuwa wanasema kwamba wanakwenda kwenye majina, wanaambiwa majina yao hayamo. Sasa sijui likuaje mpaka na wao askari kwa majina yao hayamo kuska, ka, katika siku ile na wao ndio wanaambua ndio wenye uchaguzi ule, kwa sababu ya kuja kufanya kazi zao siku ya tarehe ishirini na tisa. Lakini pia katika watu wenye ulemavu ambao ndo mwanzo nilitoka, niseme nilitembelea kituo cha skuli ya Migombani, nikawahi kumwona, alikuja mzee mmoja ambao haoni vizuri, lakini nikauliza msaidizi wake, nikaambiwa amekuja peke yake, akasaidiwa na PO nikamuuliza pia, vipi unaweza ukajua mahitaji ya huyu mtu naye wakati hao ni vipi utajua pakumwekea kura yake anapostahiki? akasema si, ikiwa hakuja na mtu anaopata nikioo kumsaidia mpiga kura. nikamwambia okay, hizo lakini hapa sidhani kama utamtendea haki. Um, kura mapema tarehe ishirini na nane. Narudi tena tarehe ishirini na nane walikuwa wamepiga hao wa vikosi lakini sikuona madaftari ya wapiga kura kwa mawakala. Kwa hiyo sasa sidhani kwamba mpiga kura tarehe 28 aliweza kujulikana kwamba tarehe 29 kwamba ambao wameshapiga kura tatu, leo aweze kupewa kura mbili. Utaratibu tuliuona kwamba daftari la wapiga kura mawakala alikuwa tarehe 29 tu, hawakuwa nayo tarehe 28. sasa mpiga kura tarehe 28 anapiga kura tatu, lakini na tarehe 29 akija anapewa kura kamili zile zote tano sasa unajikuta mpiga kura yule wa mapema na siku ya kawaida atakuwa amepiga kura nane, kwa sababu akija siku ile hapili kama kavaa kiraia na hata asimbaye kiraia awezi kum- kumjaji kwamba wewe, tarehe ishirini na nane wamepiga tatu, leo nikupe mbili, kwa sababu hakukuwa na utaratibu wa kuonesha kwamba tayari walikuwa wameshapiga. Unaweza ukatusaidia na vituo gani au vituo gani ambavyo mawakala alikuwa hawana daftari siku ya tarehe ishirini na nane? Siku ya tarehe ishirini na nane mi nilikuwepo kituo cha Sebleni. Nilitembelea shule ya Ni Sebleni kituo cha sogea, shule ya Jang'ombe sekondari jimbo la Jang'ombe, shule ya Jang'ombe msingi, shule ya Mijombani jimbo la Mpendae, shule ya Miembeni jimbo la Kikwajuni, shule ya Tumekuja ukumbi wa Jis Abdul Wakili jimbo la Kikwajuni lakini na shule ya Kiswandui jimbo la Kikwajuni. Hikwa hmm, tarehe 28. Yaani vituo vyote hizo mawakala walikuwa hawana daftari. Eh, hawakuwa na daftari. Hey, hawa, na hii ripoti yangu nika iorodhesha kwamba hili zoezi la tarehe ishirini na nane nililiona kwamba hapa hakukuwa na daftari la wapiga kura kwa mawakali. Naendelea, mm, katika kituo cha Stebeni tarehe ishirini na tisa muda wa saa kumi baada ya kituo kinafungwa tena ili watu wafanye mahesabu. Sasa alikuwepo mgombea pale wa chama fulani lakini kilichotokea kwamba wanaambiwa kwamba sasa hivi ni wakati wa kuhesabu kura, na harusiki mtu kuwepo ndani. Alijaribu mgombea mgombea kujitetea kwamba mimi ni mgombea, akaambiwa kwa nguvu na askari kwamba haturuhusu mtu yoyote zaidi ya wale ambao wamekuwa na kazi maalum ndani ya kituo, kwa hiyo tunataka utoke haraka. Akasema kuhusu kura zake, akasema wakala wako mikali yupo ndio atakayesimamia kura zako, wewe unatakiwa utoke sasa hivi kidogo. Wakati katika sheria za tume zimeeleza katika vitabu kwamba mgombea ana haki ya kuwemo katika kituo na kuweza kusimamia kura zake. Sasa mgombea kama huyu ananyimwa haki ya, ku, ya kuona kura zake anaachiwa wakala, pengine mwenyewe alikuwa hataki asimamiwe na wakala, alitaka asimamie mwenyewe hiyo tarehe ishirini na tisa. Lakini na chengine, muda wa saa saba tarehe ishirini na tisa wakati wa swala ya adhuhuri, nilikuwapo kituo cha Idrissa Abdul Wakili jimbo la Kikwa Juli naingia mimi pale, tayari wakati wa swala wa dhuhuri umefika. Sasa nilichokiona kwa wasimamizi hawa oh, makarani wa tume wanawaambia mawakala kwamba muda umefika, sasa hivi itabidi tustop tuweze kutoka, alafu tena baadaye ndio tuweze kuja tuendelee na zoezi. Sasa mimi nikawahi kumuuliza yule nani, karani wa tume, sasa mkitoka nyote humu ndani hichi kituo mnamwachia nani? Akasema tutatoka sote wengine tutabaki, lakini sasa muda wa sala na bila lazima watu wende wakasali. Nikaona kama nika si nikapata ukakasi hivi, nikatembelea baada ya chumba kile, nikaingia nika, ingi, nika kile huko, nikaingia chumba cha pili katika ukumbi wa Idris Abdul Wahid. Kuna namba moja na namba mbili. Nikaenda chumba, chumba namba mbili, nikaona utaratibu, kumbe mawakala wote walikuwa hawapo katika viti vyao, kuna vitabu vyao tu, lakini wao watumishi wa makalani watume wapo na walichokuwa wanakifanya sasa ni kuchukua vitabu vya kura na kuanza kufi, kuchaniana na kuanza kutiki kuanza kutubikiza katika masanduku. Kamba, mbona mnafanya hivi sasa? nyo anambia na haraka haraka, muda ndo wangu, jamani, haraka haraka haraka haraka haraka. Kama mii kama msimamizi wa matukio haya kijamii, leo nayaona haya, inakuwaji? kamba mwama fanyi, nikatizama kituo namba gani, kaona kituo namba mbili ndiye kazi tuka, katika record yangu ya notebook, nikasema hichi ni kituo cha namba mbili Idrisa Abdulu Wakili. Wasa, wasa katibale, msikiti, njuma, yani, makar makarana, basi, muda wa saa wa saa saba dhuhuri, wakati pale pana msikiti nyuma watu ndo wanaswali. Itakuwa makarani nadhani wako mle wanaswali. Basi nikaondoka muda ule nikaingia Kiswandui. Kiswandui yeye niliyoyaona watu wanaenda vizuri, lakini lizolishuhudia ni kwamba kulikuwa kuna gari linakuja limepakia vi vijana, ambao sasa vijana, kuna sheha wa... kwa jina gani itamkumbuka baadaye kuna sheha ayenda anapiga anapigiwa simu, anakuja pale nje, ambao sisi ndio tupo pale, mimi na maobserva wenzangu kama watatu. Yeye anachukua vijana wale, anashushua halafu anapeleka ndani. Mimi kaanza kuuliza hawa vijana vipi? Observer mwenzangu mmoja akaingia ndani kwenda kufuatilia hawa vipi, akamwambia, ikiwa nyinyi sio wapiga kura hapa, basi msi msiharibu uchaguzi. Wakasema sie tunaletwa tu. Wale vijana anashindwa kujitetea na sie tunaletwa tu. Sasa mtaletwa vipi na wakati ni upigaji kura una utaratibu kwa kila wewe simba kwa wa hapa huwezi kupiga eneo hili. Kwa nilikuwa ni shule ya Kiswandu. Nimeliona kwa macho yangu Sheha amehusika kuchukua watu na kupeleka ndani ya kituo, lakini baadaye akaambiwa sisi sadulu akili. Nikaondoka, kisa sadulu akili, nikaingia zangu Migombani kwa sababu na mimi nilimpiga kura, nikapiga kura shule ya Migombani, nikaondoka Migombani, nikachukua usafiri wangu nikaenda shule ya Sogea. Ambao Sogea sasa nimeingia pale. Kuingia saa 10 Sogea pale utaratibu nikakuta ule ule wama PO na OPO pamoja na makarani wote wa tume wanapiga kura tayari, wanachukua vitabu aasiku tarehe ishirini na tisa meingia pale saa kumi tayari, ambayo ndio kuna mgombea anaambua kwamba sasa hivi muda hauruhusiki kuwemo mtu ndani, ugombea watu wote watoke, wanatakiwa wawemo kwenye shughuli maalum. Sisi tuna vikoti tumeruhusiwa tuwemo ndani, tukaendelea na kazi kamba mbona utaratibu unaenda sivyo? Mbona mnapiga kura nyinyi? Anasema ah, sasa wao walijua wanachukulia kwamba watu wote mpo sawa, wakati karamiwa nipe zile kwa kwamba mimi siwezi kupiga hivi, nimeshapiga yangu, nimepiga katika kituo changu kura zangu tano, siwezi kupiga nyingine. Lakini mbona mnafanya hivi? Ah, ndio mambo anambia ndio mambo, ndio utaratibu taratibu. Na hizo okay Dakika sasa mbona mna haya mambo mnayafanya mbele ya mawakala na kutizameni? Hamoni kama mnaoumiza ndani ya nafsi zao kwa sababu hao na vyama vyao wamekuja kwa vyama. Alafu tena hamoni kama hawakuwezeni tu kukufanyeni lolote, lakini hawajaridhia hamoni hicho. Akasema ah, ndio tabii ndio stahimili. Tabii ndio stahimili. Saa 10 wakati vituo vimeshafunga, lakini utaratibu wa kupiga kura unaendelea. Ndio hizo kiasi ya mimi siwezi kufanyeni lolote kwa sababu na mimi ni mwangalizi tu. Bora, mintakani angalie basi, mi nkachukua ripoti nikaeka ripoti yangu. Na nashukuru umeandika ripoti yangu kubwa, tuna leo umepata fursa kuja hapa, ndio naiwasilisha.